Jina langu naitwa Aimbora Zefania mm. Ni mwanamitindo, ni mbunifu wa mavazi, ni mdau wa mazingira mm. na mjasiriamali. Hapa naishi kata ya Kipunguni ndio mm. Leo, leo nimejifunza vitu vingi kwa wakati mmoja mm. Kwanza nimefurahia ili shirika la haki za binadamu na sauti ya jamii kuhitimisha kilele cha siku ya mwanamke duniani. Ilo kwanza, ni fahari kubwa katika kata yetu ya Kipunguni, lakini pili, tumefundishwa haki za ndoa, mirathi na ardhi, migogoro ya ndoa, namna inavyotengenezwa na namna ambavyo inaweza ikatatuliwa na kuisha kabisa, lakini kubwa zaidi mirathi na namna ya kupunguza migogoro kupitia mm. kuandika wasia mm. Kibinafsi, ni kitu gani hasa ambacho labda kwako na wewe unakipitia au ilikuwa ni changamoto katika mambo ya ya kisheria, lakini ulikuwa hujui, ila kupitia elimu hii ya leo umepata kukielewa na sasa hivi unaahidi labda utakifanya kazi? Changamoto kubwa niliyoiona hapa japo haiko sana upande wangu, ila nimeiona na kushuhudia kwa watu wengine, ni ukatili wa kiuchumi yeah. ukatili wa kiuchumi nimeona umegawanyika katika sehemu kuu mbili japo inakuwa ni kandamizi kwa upande wa mwanamke, mm. Wanawake wengi utasikia misemo yao, bwana, ukitaka kuolewa olewa na mwanamume mwenye pesa. Yeah. Yani kama mwanamume hana hela, ondoka. Hiyo kidogo ilinishtua, kwa sababu ninaona kwamba ndoa ni taasisi ambayo ya kusaidiana kati ya mm. mwanamke na mwanaume, na ili kuondoa ukatili wa kiuchumi mwanamke, naye ni lazima apambane Ha, ili aweze kuifa, kuipa kuiuisha ndoa yake yani, kuipa amani ndoa kwa ajili tu ya yeye kuchangia pato la uchumi katika hiyo ndoa. Mi nafikiri ukatili wa uchumi kwangu hasa ni elimu ambayo nitawapatia wanajamii wengi kwamba waondokane na ile dhana kwamba leo na mwanaume mwenye mwana pesa. Yaani mwanaume mwenye pesa sio kitu hapana. Lakini kingine pia ukatili wa uchumi kwa upande wa mwanaume, wanaume mwana wengi pia wanawake wanafanya kazi, wao wanachukua zile pesa na wao ndio wanakuwa wanazimiliki, wow, wao. Kwa hiyo hicho kitu pia nitatoa elimu kubwa kwenye jamii kwamba mwanamke anapotafuta pesa pia awe na uhuru katika kuchangia kwenye hiyo familia, sio afanyiwe ukatili wa kunyang'anywa kwamba anaye manage ni mwanaume. Kwa ukatili wa ndoa, ukatili wa uchumi unachangia sana katika migogoro kwenye ndoa. Naitwa Farida Mwinshe mm, natokea yes, Ukonga kati ya Kipunguni mm. Siku ya leo nimejifunza vitu vingi sana. Kwanza nimepata elimu kubwa juu ya swala la zima la ndoa mm. Pili nimepata elimu juu ya ya kutosha kuhusiana na swala zima la usia mm. Tukianza kwenye swala zima la ndoa nimefahamu haki za mwanamke akiwa katika ndoa, ni vitu gani vinaleta migogoro ndani ya ndoa na nini kifanya ili kuenza kutatua migogoro hiyo. Kwa hiyo nimepata elimu ya kutosha juu ya mambo hayo matatu kuhusiana na swala zima la ndoa mm. Ah, tumefundishwa namna ya kutatua migogoro ndani ya ndoa. Ah, tumefundishwa kuna ndoa za aina mbili, kuna ndoa za ya kidini na ndoa ya kimila. Kama ndoa itakuwa ni ndoa ya kidini, kama kutakuwa kuna mgogoro, kwanza kabisa utaanza ndani ya familia, pili utaenda baraza la usuluhishi au baraza la kata na tatu, utapewa fomu namba tatu katika baraza la kata na kuenda moja kwa moja mahakamani. Na kwa Waislamu wanaweza wakaenda BAKWATA kwa ajili ya usuluhishi au mahakama ya mwanzo, na Wakristo vile vile, wakitoka baraza la usuluhishi, wanaweza wakaenda mahakamani kwa ajili ya usuluhishi zaidi. Na ukienda namba mbili, kuhusiana na migogoro ya, ya ndoa ndani, vitu ambavyo vinasababisha migogoro ndani ya ndoa, kumeonekana kwamba kuna namba moja kabisa ni ngono. Hiyo ngono, kuna ile namna ya kusema kuchepuka. Migogoro mikubwa ndani ya ndoa inasababishwa na kuchepuka hiyo. Tumefundishwa namna ya kujikinga na vitu kama hivyo, na tumepata elimu mbalimbali. Na pili, narudi tena kwenye swala zima la wosia, tumefundishwa namna ya kuandaa wosia. Wakina mama wengi tumedelay kwenye swala la wosia, tukiamini kwamba Kina baba wao ndio wanawahi kufariki. Kwa hiyo tumekuwa tukiogopa sana wosia. Lakini leo tumepata elimu ya kutosha tukiamini kwamba yeyote yule anaweza akaanza kufariki na wosia ni jambo la muhimu sana katika maisha ambayo tunayoishi ili kwenda kuondoa migogoro na, na chuki ndani ya familia. Kwa hiyo leo tumepata elimu ya kutosha na tumefundishwa haki zetu za msingi na mimi kuanzia leo nitakuwa mwalimu mzuri kutokana na jamii ambayo inanizunguka na nahakikisha na naahidi kuwa balozi mzuri kwa taifa na serikali yetu yote kwa ujumla na jamii nzima inayotuzunguka juu ya elimu nzima ya masuala ya ndoa, haki za msingi za wakina mama na, na masuala mazima ya wosia. Uh, naitwa Johari Juma, ninakaa Kipunguni. Okay, mama leo katika mafunzo ya LHRC tunaona wameongelea mirathi na usia. Ndio. Kaka umejifunza nini na unaendaje kuyafanyia kazi haya kama yeah? Umekuwa na changamoto ya mambo haya? Yani, nime kwanza kabisa, na napenda kuwashukuru kwa ujio wenu katika kutu, kutu, kutuelimisha nimelipokea kwa, kwa upana zaidi kwa sababu mambo ya kisheria wengi kweli hatuyafahamu, lakini pia mambo ya, ya mirathi pia mimi yamenijenga katika familia yangu, umeona. Na pia mimi nitakuwa mjumbe namba moja katika kuwaelimisha, kwanza ya kuielimisha familia yangu pamoja na jamii iliyonizunguka. E, mimi mwenyewe ni mwathirika wa mambo ya kisheria, nilitumia nguvu kubwa pasipo kuelewa, lakini kupitia kikao hiki nimeelewa zaidi kwenye jambo ya ya mfano masuala ya mali e, kwa mwanamke, kwa mke na mume ili e, ilikuwa ni changamoto sana upande wangu. Nilikuwa na mwenzangu tukawa tumehitilafiana uh, uh, uh, lakini tukafikia hatua kufika mahakamani, kwa hiyo nilikuwa sielewi nianzie wapi niishie wapi. Kwa hiyo ndio maana nasema nilitumia nguvu kubwa kuli, kutokana na jinsi nilivyopata hapa elimu. Ningekuwa nimeshaipata hii elimu kama hii, nisingetumia nguvu kubwa kama nilivyotumia mwanzo. Kwa hiyo tayari najikuta kwamba ni mwepesi kwa, kwangu mimi mpaka familia yangu na jamii leo nitumbuka. Kuhusu swala la usia vipi? Kama uko na mumeo wenyewe mmesha nikausia au kama uko mwenyewe ndio umesha nikausia? Yaani mimi mwenyewe nimeuliza swali pale katika katika ukumbi wa, wa, wa mkutano mm-hmm, nimeuliza swali ni mwenyewe huwa naandika usia, yaani nimeandika usia lakini, kulingana na changamoto nilizozisikia hapa, ikabidi nijiridhishe mimi kama mimi. Je, nikiandika usia mimi kama mimi, kuna ulazima wa kwenda mahakamani? Maana yake naona ni milolongo mingi, lakini mwanasheria ameniambia kwamba unapokuwa umeandika usia unakuwa umerahisisha mambo, mambo yanakuwa ni, ni machache kwa sababu sana watatumia usia wako mm. Lakini mahakamani lazima ufike kwa ajili ya kuthibitisha ya ku, ya ku, ya yeah, ule usia wako yeah. Yeah. nimelipokea mm. Yeah. na kuhusu mirathi? Ah, mirathi, mirathi kwa kusema kweli si, asija haijapitia changamoto lakini pia nimelipokea. Asante sana haya. Ah, nashukuru.